Ndo vipi hizo shanga ulikuwa unampelekea dadangu au ulikuwa unampelekea nani? najua mimi nimekaa hapa nimewasikiliza vizuri sana mashemeji zangu. Lakini uji wenu nyinyi sio uji wa wema. Uji wenu nyinyi ni washari. Aso? Kwa sababu unajua mimi nilijua mtakuja hapa kistaarabu kwa sababu spidi mlionijia na maneno mlinitolea ndo yale yale mlinitolea mdogo wenu. Hebu sikilizeni mimi niwaambie. Nilishamwambia hata mke wangu ukweli kwamba mimi hizo shanga nilimnunulia yeye. Jamani, nieleweni hivyo. Shanga zile, nilichofanya mimi nilikosea tu kumpatia kwa wakati. Nilipotoka kununua ilitakiwa niende moja kwa moja nimpatie, lakini mimi iweka mfukoni na nikajisahau kutokana na mambo mengi. Umeona? Lakini kajua pale ni kwangu na yule ni mke wangu na vilioko pale ni vyangu, basi muda wowote ningeweza tu kumpatia mke wangu. Unajua kabisa hii rangi ya shanga mke wangu haipendi. Unajua kabisa mke wangu anapenda rangi fulani ya shanga, rangi fulani ya shanga, rangi fulani ya shanga. Hayo, hizo shanga ulizopeleka rangi ni nyingine, na yeye eh, tofauti kabisa. Hivi kweli mbwaye unajielewa kweli? Sasa mimi ngoje niwambieni kitu kimoja, nanawambieni na nyie, na kamwambieni na huyo mdogo wenu, mnielewe kwamba shanga zile sikutoka kwa mwanamke wala sikuwa na zini. Wala sikuwa nafanya umalaya wote ule. Mnielewe hilo? Kumbe mimi hizo shanga, mi sina shanga izo, mimi sina mwanamke mwingine zaidi yake yeye. Shanga hizo mimi nilikutana na Masai, nikanunua, nikapenda kwamba hizo shanga nipelekee mke wangu. Mapenzi yangu mimi yanaanza kuwa shida. Kumpenda kwangu kunaanza kuwa tatizo. Mimi nimeona kitu hivi nime, hivi mtu akute kitu kizuri kinachompendeza mke wake anashindwa kumnunulia. Eh? Unimependa kumnunulia mke wangu shanga? Kosa langu mimi labda ni hilo, kusahau tu kutokumpatia hizo shanga, ndio inakuwa mambo mengi, mnaniona malaya, mnaniona nini. Sasa sikizeni, niwaambieni kama nini mnanishutumu, mna kwa hilo, sawa. Kama mmeamua kunichukia sawa, kama mmeamua kufanya lolote, potelea mbali, kwa sababu kweli wangu ndio na, hamtaki kusikiza, na sasa mimi nisemaje tena? Kwa hiyo kama umeshindwa kumheshimu mke wako, ukafanya mambo yako huko nje, ukayamaliza mpaka umletee mke wako ndani, hizo ni dharau. Kama umemchoka Mpe talaka yake. Nyinyi kama mtafanya maamuzi ya kunihukumu, kama nataka kunihukumu nihukumuni, kuni mna maamuzi yoyote mnetaka kunifanyia nifanyeni, ila ukweli wangu mimi ndio huo. hapo, hapo. Ukweli sasa kujua hizo shanga kama ulimnunulia mke wako kwa mapenzi yako, au hizo shanga ulijinunulia mwenyewe uvae. Talaka utatoa mdogo wangu, utamuacha wesi, ushapata mapembe, ushajiona sasa hivi umeshakuwa umeshakua nyama kidogo za kujipitisha huko wa kuona wanaokuona mdogo wangu hana maana Light, tena si ndio, sindio? Tena leo nimekuja vizuri Light, ningekuwa mwanaume wewe leo ningekupiga majudo wewe, kama unajifanya superstar, kumbe vile Vietnam. Sasa umeingia saba utacheza zile, talaka utatoa mbwa wewe. Talaka utatoa kwa, kwa kuimba au kwa kukaruka au kwa kutambaa? Talaka utaandika mbwa wewe. Yaani mimi nilijua tu nyinyi mnatafuta chokochoko kwa ajili choko, mnaona mimi nanenepa na mke wangu. Mmeamua mtafute chokochoko ili ni mwache. Sasa namwambiaje? Talaka mimi sitoi. Poa, bro vipi? Unajua ah, si. Yaani kuna vitu vingine watu hawana uelewa kabisa. Unajua mm. Swala langu mimi lilikuwa tu na mimi na mke wangu, lakini limeshafika mpaka kwa madada zake. Unaelewa? mm. Swala so, ilikuwa dogo la mimi na mke wangu kuongea, lakini mimi nashangaa mpaka sasa hivi limeweza kuwa zito wakati swala lilikuwa jepesi tu. Ah, shida nini? shida nini? Yani, shida hapa ni kwamba mimi ninunua bana, si unajua kuna, kuna Masai yule anapenda tembeza vitu eh. Nimekutana naye bana, anauza shanga, mimi ilibidi nifanyaje? mm. ninunue shanga, nikaona hizo shanga zinampendeza mke wangu mimi akivaa, umeona mm. haina shida, si mke wangu eh. Nikanunua sasa badala ya kununua nikaeka mfukoni, nikasema nikifika tu nitampatia lakini nikasahau, umeelewa? Sasa kuje kusahau mwanamke sikachukua nguo kaenda kufua. Mm. Akakuta zile shanga. Tatizo likaanzia hapo kwamba mimi malaya eh, nafanya uzinzi, sijui nilikuwa hivi na wanawake wana, wengi nini. Yaani imekuwa gumzo, yani imekuwa ni tatizo ndo kama hivi wanakuja hapa mashemeji na ni mashemeji hawa wana wananichamba, wanantukana. Kwa kikubwa ah. Shida ni shanga, si ndio? <laughs> Yaani unajua no, mimi mpaka sielewi. Yaani sio na hilo tu. Ah. Tamika, omba talaka. Ngota katoa talaka. Liangalie hilo linakuja, yaani akisogea tu karibu na nyumba utazisi kama vile tembo anapita. Mwenzangu vipi? Leo maamua ufue mabegi mawili? niko stendi nasubiri gari. Tami. Hebu kuna vitu vingine vya masiala na kuna vitu vingine sio vya masiala ujue. <laughs> Hey, labda nikiongea huku nimekaa haunielewi. Hebu ngoja nisimame kama ifuatavyo. Haya, kidole chokitamka kulambia uji naondoka naenda kwetu. Mwenye kwao kwa heli. Hebu Tami naomba Unajua mimi mambo nilishajua imeshaisha. Sawa eh? Wewe unajua kabisa nimeshakwambia ukweli. Bana zile shanga mimi nilikuletea wewe. Mimi sina wanawake huko wengine. Mimi unajua, unajua unanichukulia vibaya sana yani. Mimi mapenzi yangu, mapenzi yangu mimi ni kwako Tami. Tami, nisikize, nikwambia mke wangu. Sawa eh? Mimi ninavyokuambia kwamba nakwambia si hizi shanga nimekununulia mimi wewe. Sema tu unashindwa kunielewa. Kwa nini unashindwa kunielewa mimi? Nani kama unashindwa kunielewa bana, Tami ntazielewa shanga zako. Nimekuambia hivi, mimi naondoka kwetu, sina haja ya kukaa na mwanaume mpenda zinaa. Mwajuma wake Fatuma wake Hadija wake Mwanaidi wake, kila mwanamke ukiona tu sketi, upo. Yaani ukiona kichaka tu, haja hiyo inakushuka. Naondoka naenda kwetu, mwenye kwao, kuwa heli kwa heli, kwa heli, na kutakia maisha Masia, mema. Sina masiala wala masigala. Sasa kazi kwako leo, mweupe, kesho mweusi, kesho kutwa mwekundu, wa blue, hadi toleo jipya. Upo mm. Mwanaume usiyekuwa na haya, mjaluta, we mpalamia ukuta, duniani haupo ahela, unatafutwa mtizame. Bichwa kafigala kuzimu. Naondoka Sao. Naenda kwetu mimi, nashukuru naondoka kama kama sikutaki, tafuta mwanamke mwingine mala ya mwenzako afikae naye

Na siku nyingi kwanza sijaonana na wewe. Habari ya hapa. Ah, wala tunjeme, yangu, wewe. Habari ya hapa. Ah, tujeme alhamdulillah, Mungu anajaidia, ndugu yangu. Nijui wewe? kiukweli mimi na mke wangu nashukuru Mungu, tunaendelea vyema, Mungu anasaidia, ila kuna changamoto. Najua wewe ulikuwepo kipindi minaoa na ulikuwa kama mshenga na sasa hivi limetokea tatizo tena, kwa hiyo pia nimeona si vibaya kushirikisha kama mshenga wangu ili uweze kunitatulia tatizo hili. Ah, mi na kijana wangu hapa tumekuja, nikasema acha nimfuate mshenga niweze kumwelezea mke wangu. Bwana alikuta shanga kwenye suala yangu. Yani, amekuta shanga ya kumba wewe ama imejinyakuelewa kama wewe una shanga jinguiki ama ni mimi. Yani, nguo never ga mimi. Ah, nikajua shanga ya kumba wewe. Ah, wewe bana, wewe bana. Mbona majai nao wana ba wa kiume. Ah, inategemeana. Ah, twendelee. Ehe. Hapana, yani hapo ndo umechanganya mada. Mmelewani, mimi kakuta shanga kwenye mfuko wangu wa suruali. Shanga hizo mimi nilinunua kwa Masai mmoja hivi. Umeona, nimekutana naye nikaona, ah, si vibaya mimi kumnunulia mke wangu kitu na kumpelekea. Sasa nilisahau kumpelekea, yani kumpatia, kumpatia mke wangu zile nini, mm, zile shanga zikawa ziko mfukoni. Hasa katika kufua, ndo akawa na sasa chingua akakuta zile shanga timbili, mwanzangu likaanzia hapo. Mwanamke hataki kuelewa. Yeye anachoelewa, mimi tu ni malaya, nilikuwa na wanawake huko, tumefanya ya kwetu, tumefanya mambo ya kishenzi, baadaye tunajisahau, naamua niweke zile shanga mfukoni, naamua tu nje nimdhirishie ni nyumbani kwamba mimi nafanya uzinzi. Sasa basi nikaona nije kwako, hebu uende, maana kaondoka nyumbani. Kaondoka kabeba mabegi yake, kasema kadai anaondoka nyumbani, anataka talaka yake. Sasa, kama unavyojua, mimi mke wangu nampenda na anamjali sana naomba uende kwao ukajaribu kuongea naye aweze kurudisha mwee wake nyuma aweze kurudi nyumbani, naelewe lile sio kusudio langu la hayo maovu, ane nifikiria kusudio, kusudio langu mimi <coughs> okay. Ni jema kabisa kwake. Hapo nimekuelewa, tena nimekuelewa jana, ndugu yangu. Tena unajua mimi nimjii Mm. Unajua bana, nikwambie jiko hili ndoa ya vijana wengi inavunjika. Ipo mbamo jana. Mm. Kama wewe ulinunua hivyo vitu kwa ajili ya mke wako, yeye kwa nini adaut? Kwa nini ajikunjingini? Unajua jiji binadamu kukojea tu bo, kubidiwa au kuja au kuko. Yaje labda nikwambie kitu kimoja. Unajua watu wengi wanadai talaka ama wanaandikia na talaka bila jababu.

Mnaabdul, kwa maana hiyo, mwanamke au <laughs> mwanaume unapotaka kutoa talaka kwa mwanamke wako au kwa mke wako, lazima <laughs> kama ni ugoni, basi umkute kweli kwenye lile tendo la ndoa, anajilingi vizuri na uwe na mashahidi, vinginevyo edi umemkuta mwenzako anatoka geji, wewe ukafika nyumbani, umetoka geji kulala na mwanaume. Amejelewa kurudi nyumbani eti oh, wewe hapana. Wewe umetonga kwa wanaume. Eti amejelewa kajini eti oh, wewe wanaume wewe una wanawake kwa nini unajelewa? Ni vitu ambavyo havipo. E kwa wenyewe na mwanamke mjinga huwa anavunja ndoa yake kwa mikono yake yote miwili. Nani bwana ni kureje ndungi ndo kimoja. <mimita> Madam umekuja kwangu. Mimi nitaenda kujungumza naye.